Bwana Mwenyekiti, uju wangu mimi hapa ni huyu mke wangu, ameninyima unyumba. Na sio leo tu, siku kadhaa za hapo nyuma ni hivi hivi tabia yake yaani, kwa hiyo nyie hiyo kesi yenu mmeona hamna sehemu nyingine ya kuipeleka tofauti na hapa. Nyie kwenye ndoa yenu hamna msimamizi. Mlishinda kutoka hapo huko nyumbani kwenu mkaenda kwa huyo msimamizi wa ndoa mkaongea. Mbona mnatia aibu sana? Hii suala ni dogo sana mgeza hata kuliongea nyenyewe mkiwa nyumbani. Wema tuna sisi hatuna kazi za kufanya. Kwa kazi zetu sisi ni kuwasikiliza nyie tu. Mwe mnajitambua mda mwingine. Msifanye vitu kama watoto wadogo. Mambo mengine mwe mnayamaliza nyumbani bwana. Kaka, mpaka mlikofikia huko, maana yake mmegombana, si ndivyo? Ndiyo, tumegombana, lakini si sababu ya kuninyima unyumba. Hey, mwenzangu wewe, unataka sababu? Umenikera nikupe tu unyumba? Ungekuwa wewe kuweza kwe hilo saa una kwa mwonyi, mwabio mwabio. Hey, hey, sahau, unajua mwenyewe lakini hapa kwa mwenyekiti, sijui mnanielewa. Kwa hizo kelele zenu, sio kumfaidisha, kila mtu ajue kwamba hapa kuna ujinga gani huo. Mimi na hesabu ni ujinga ambao unazungumzia hapa, sijui nanielewa hasa eh? kama mmekuja hapa kulumbana, si bora mngelumbana nyumbani kwenu huko. Hapa ni kwa mwenyekiti, inahitajika busara, sijui nanielewa. Alafu hii ishu ileta hapa haikustahili hai kabisa kufika hapa. Ila kwa kuwa mi ni mwenyekiti, wacha tu niwasikilize. Bwana kaka na shemeji, next time nashemeji, mi naomba haya mambo yasijirudie tena hapa. Yaani hujui mambo mengine, mke wangu. Yaani mi mpaka na-nashindwa hata kuongea huko. Basi nyamaza, mi nikusaidie, maana naona kabisa leo hauko sawa. Jamani, labda tu mi ni washauri na kabla ya kuwashauri, niwaambie kitu kwamba ugomvi kwenye nyumba ni kawaida. Hata mimi pamoja na huyu mume wangu mndani tunagombana, lakini hatujafikia hatua hii. Labda tu niwaambie hilo jambo, hilo la kunyimana unyumba sio nzuri, na unyumba siku zote ndio jambo pekee ambalo linaleta mapatanisho kwenye nyumba. Sasa mnapokuwa mnagombana, itikisa mmenyemana unyumba Nakuwa amna maana tena. Ndio umwambie. Ndio umwambie. Ndio nawaambia wote, sio oh, ya ndoa. Ndio umwambie sasa. Ndio nawaambia wote sio yeye peke yake. Oh, sikia, sababu tena siku nyingine wewe ukamnyima yeye. Hapana, mimi sikai kabisa mke wangu chochote anachotaka, muulize hapa katai mbele hapo. Sasa basi. Hm. Mwende mngakae nyumbani kwenu, muyaongee nyinyi wawili, mwaweke sawa akubali huyu, akubali. Mjua, sasa, ya mama. Akubali huyu akubali, mimi namjua huyu mimi nimeanza kuhangaika naye taingia nyumbani. Sasa mke wako akubali nenda. Bwana kaka. Sasa fanya nini hapa? Hebu msikize, kwa na mimi mwenyewe nimetoka shamba sasa hivi hey, na nimechoka. Sitaki kusikia hata maelezo maelezo yenu. Si mnanielewa eh? Haya, mama, nyanyuka. Bwana kaka nyanyuka mkamalize kwa nyumbani kwenu. Na hizo yangu pia. Okay, au haya, sasa tunafanyaje okay hapa? Ba, basi nendeni mnangana nyonyi mnaweza mkayamaliza mambo yenu. Hapa mambo ya haja ya msingi. Na Yesu umenielewa. Nyanyukeni ondokeni jamani. Hapa nataka mambo ya haja ya msingi. Mimi nimechoka pia. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi naomba ajibu mbele hapo. Je, leo atanipa?

Kweli nitamani sana ila nilitumwa, ila sasa nivyokuona huko kwenye mazingira tata pale, naomba msaada, nilikuwa sina budi nikusaidie. Sawa, unaweza kunipatia namba zako za simu? <coughs> Dadangu bwana, nikwambia ukweli, tumie hapa, sina simu. Hauna simu? hmm. Sasa mkaka mzuri kama wewe hivi, jamani, nakosaje simu navyoniona? Yeah, simu sina. Aii, ni simu. Sawa, nitakupatia simu yangu, mina simu mbili. Shika hii. Kwa hiyo hii unanipatia mimi, kuwasiliaje bwana? Kabisa, mimi nakupa hii, takuwa tunawasiliana kwenye simu hii nimeshaisevu isevu namba yangu, maana ana laini mbili na simu mbili. Kuna namba nimesevu Lea, akipiga watu wengine tasipokee. Ukiona tu jina langu Lea tapokee. Takua simu. Naona kama sijaaminiamini hivi, hamna ndo kweli. Kwa umesema unaita nani vile? Lea. Ah, sema nini? Nashukuru. Sawa, hata mi nashukuru kwa ushirikiano na wako kuja ni wai. Basi kwa huyo, kwa huyo mshiga, maana nimetumia muda mwingi sana kuzunguka, zunguka sana. Ninavyoendelea kuzidi kuchelewa hapa sasa, nikamkosa afu nikaendelea tunakutana. Haya, bye.

Sawa, takuletea mshiga, amalizana naye mwenyewe. Mimi najitoa bwana. Kiali bwana, umekosea masharti. Nakupa sharti la mwisho kwa kukusaidia.

Kuna sharti moja tu hapa. Kwa uzembe wako, naomba kaniletee ushoze wa simba dume. Kijana, unataka kufanikiwa utaki? Nahitaji kufanikiwa na ndio maana nimekuja kwako. Botoli, botoli, kijana, maana kwa mama kupata batari. Ndio baba neema, ganga, naomba nisaidie, sina msaada mwingine <laughs> kwa uzembe wako kwa kukusaidia, naomba kanilete hicho kitu, botoli.